Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo tv. Leo ni siku nyingine tena tumekutana hapa katika chaneli yetu pendwa ya Khairo tv, na leo nitakusogezea kisa cha bibi mmoja ambaye liliandikwa katika msikiti. Je, ilikuwaje mpaka jina lake liliandikwa katika msikiti? Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kuchea, ili uweze kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo tv, kwani tunajitahidi Khairo tv kukuletea kile bora ambacho utapenda. Katika mji mmoja, kulikuwa na mfalme ambaye aliamua kujenga msikiti, lakini kabla ya kujenga msikiti huo Mfalme alitangaza kwamba, nawatangazia raia wote wa mji huu kwamba nimeamua kujenga msikiti, lakini msikiti huo sitaki ashiriki raia wote, kwa mali au kwa nguvu, katika kujenga msikiti huo. Yeyote atakayeshiriki, basi nitagharamia kumlipa Sikushiriki bule, sihitaji nguvu ya mtu yoyote katika kujenga msikiti huu na wala sihitaji mchango wa mtu yoyote katika kujenga msikiti huu. Alisema hivyo mfalme. Mfalme akakusanya nguvu na akakusanya mafundi na vibarua, na haraka kuanza kujenga msikiti na ni kweli msikiti ule ulianza kujengwa. Msikiti ulipomalizika, mfalme aliamua kuita jina lake msikiti ule, kwani msikiti ule alijua kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ameshiriki katika kujenga msikiti ule mfalme akaamrisha uandikwe msikiti ule jina lake. Siku moja mfalme amelala, alivyolala akaota ndoto kama ifuatavyo. Akaota kwamba amekuja malaika kutoka mbinguni, alafu akafuta jina la yule mfalme na akaandika jina la mtu mwingine ambaye hajahusika hata kidogo katika kujenga ule msikiti. Mfalme, ndoto hii ilimpa mashaka kidogo, lakini akaendelea na kusema Naomba wafanyakazi wangu mwanisaidie kwenda katika ule msikiti na mwangalie, je, bado jina langu lipo kweli? Akakuta jina lake bado lipo. Siku ya pili alipolala usingizini akaota ndoto kama aliyoota siku yake ya kwanza, akatuma tena kikosi kwenda kuangalia jina lake je, lipo au limefutwa kama alivyoona kwenye ndoto? Kikosi kazi kikarudi na kusema jina lako bado lipo, ewe bwana mfalme. Siku ya tatu tena akalala, akaota ndoto ile ile aliyoota siku ya kwanza na siku ya pili. Mfalme lile jina akarimaki kichwani, yani amelikariri na kulihifadhi kichwani mwake halijatoka lile jina, ambalo linaandikwa katika msikiti, yaani linabadilishwa jina la msikiti linaandikwa jina ambalo si yeye, si jina lake ambalo linaandikwa kabla. Mfalme akaitisha kikao na akasema, je, mnalifahamu jina hili? Watu wakasema ndiyo. Baada ya watu kusema ndio, mfalme akaamrisha kwamba nileteheni huyu mtu ambaye jina lake linaandikwa kupitia ndoto yangu. Kweli vijana wakatoka na wakamfuata yule ambaye jina lake linaandikwa kupitia ndoto ya mfalme, akafikishwa mbele ya mfalme. Mfalme alipomwona alimwona bibi ajuz, yani bibi ni ajuza, hajiwezi, kikongwe, anatetema kutokana na uzee na umri wake. Anatetema sio anatetema kwa hofu, anatetema kutokana na umri wake na uzee. Mfalme akamhoji, wewe ndio jina lako fulani? Akasema ndio. Akasema tangazo langu hukuliona? Tangazo langu haukuliona? Tangazo langu nimesema kwamba msikiti huu asichangie mtu yeyote, nataka nisimame mimi kama mimi sasa. Kwa nini uliamua kuchangia? Maana yake jina lako linaandikwa katika msikiti na jina langu linatolewa katika msikiti. Yule bibi akashangaa akasema, samahani ndugu mfalme, unakusudia nini? Akamwambia kama vile alivyokuwa anaota kwenye ndoto yake Akamwambia, hapana ndugu mfalme, mimi sijachangia chochote, sijachangia chochote, ewe mjukuu wangu. Mfalme akamwambia hapana, sema ukweli, sema ukweli. Bibi akakataa, ila akasema, ila ila ila. Mfalme akamuuliza ila nini? Sema ukweli. Bibi akasema, siku moja nilivyopita hapa, nilimkuta mnyama pembezoni mwa huu msikiti ambao muna ujenga au mulikuwa munaujenga. Yule mnyama ambaye alikuwa anawasaidia kuleta maji na mizigo ingine kwa ajili ya kujenga msikiti, nilimkuta anajaribu kuiendea ndoo ambayo ina maji, ili aweze kunasua kiwevu chake, ili aweze kuna sua dhiki ya kiu, lakini kwa kutokana na mnyama yule alifungwa na kamba madhubuti, alikuwa anahangaika huku na huko, lakini akawa ameshinda kuiendea ile ndoo. Mimi nilichofanya nikamsogezea ile ndoo, akanywa maji. Alivyomaliza kunywa maji, akarudi ametulia, na mimi nikaondoka. Ndio hilo tu, mfalme. Mfalme baada ya kuambiwa hivi alifikiria sana, na wakaona huu ni ujumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haya ni mazingatio kwangu mimi na watu wote ambao wanashuhudia eh mahojiano haya, mimi na huyu bibi. Mfalme akaamrisha kwamba sasa hivi jina langu lifutwe katika ule msikiti na liandikwe jina la huyu ajuz huyu kikongwe liandikwe pale. Tunajifunza katika kisa hiki wema hauozi. Allah Subhanahu wa Taala, fanya wema mdogo, atakujalia kupata manfaa bila ya wee mwenyewe kutarajia. Hatimaye bibi jina lake limekaa na kubadilishwa msikiti ule kuitwa kwa jina la bibi huyu, ambaye aliufanya wema ambao haukuchukua hata masaa, lakini kwa huruma yake msikiti ukaitwa jina lake, na ikawa ni kama sadakatuljalia yake kwa wema wake ambao aliufanya muda mchache tu. Mpenzi mtazamaji, mpaka kufikia hapa, niseme wa billahi taufiq. Usisahau kusubscribe, kukomenti, kulike na kushare ili upate video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahibukum bila hudud.